Jeshi la polisi mkoani Songwe linamshikilia mashaka mwoga mwenye umri wa miaka 36 mkazo t mkazi wa Chipaka mjini Tunduma wilayani Momba kwa tuhuma za kumuua mke wake Gloria Anton mwenye umri wa miaka 32 mbili kwa kumnyonga kwa kile kinachoelezwa kuwa ni wivu wa mapenzi. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agustino Senga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema kuwa mtuhumiwa alikamatwa Machi tisa mwaka 2025 baada ya kuripoti polisi kuwa mkewe ametoweka. Kamanda Senga amesema kuwa baada ya kupokea taarifa hiyo, polisi na ndugu wa marehemu walimtia mashaka mtuhumiwa kwa kumkamata hadi alipokiri kuhusika na mauaji, kisha kwenda kuonyesha sehemu alipokuwa alipoutupa mwili wa marehemu huyo, na nukuu: Tumebaini kuwa mtuhumiwa alimnyonga mke wake tangu usiku wa kuamkia Machi nane mwaka elfu mbili ishirini na tano. Baada ya kufanya kitendo hicho aliazima gari ya rafiki yake na kubeba mwili wa marehemu kwenda kutupa katika shamba la mahindi lililopo kijiji cha Chiwanda kata ya Nkangamo, amesema kamanda Senga. Machi tisa mwaka elfu mbili ishirini na tano mtuhumiwa alienda kuripoti kituo cha polisi kuwa mkewe ametoweka nyumbani licha ya kuwa tayari alishamua amefafanua zaidi Kamanda Senga. Kamanda Senga ameongeza kuwa baada ya kuhoji kwa kina, alikiri kutenda mauaji hayo na kuonyesha mahali alipotupa mwili wa marehemu, ambapo machi 13 mwaka 2025 saa mbili usiku, polisi walifanikiwa kupata mwili huo ukiwa tayari umeharibika. Na nukuu, mtuhumiwa alitumia gari hili dogo hubeba mwili wa marehemu kwenda kutupa umbali wa takriban mita 50 kutoka barabara kuu ya tunduma Sumbawanga, ameongeza kamanda Senga. Kwa sasa mwili wa marehemu umehifadhiwa katika kituo cha afya cha tunduma kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Mtendaji wakata, chipaka, kosma, za kusamba, wa kata ya chipaka Cosmas Simwawa amesema kuwa taarifa za kutoweka kwa marehemu zilianza kusambaa tangu Machi 8 mwaka elfu mbili ishirini na tano na ndugu zake walikuwa na mashaka makubwa juu ya kutoweka kwake. Awali polisi walifanya uchunguzi nyumbani kwa marehemu na kukuta kumechimbwa shimo, lakini halikuwa na kitu. Hata hivyo, baada ya uchunguzi zaidi, Machi 13 tulipokea taarifa kuwa mwili wake umepatikana ukiwa umetupwa kwenye shamba la mahindi, amesemwa si mwawa.